Jua haki zako. Nchini Tanzania, wafuasi na wanasiasa wa chama kikuu cha upinzani CHADEMA walikamatwa na kupigwa na maafisa wa polisi walipokwenda mahakamani jijini Dar es Salaam, kusikiliza kesi ya uhaini na uchochezi inayomkabili kiongozi mkuu wa upinzani CHADEMA, Tundu Lissu, ambaye anazuiliwa gerezani. Leo katika makala Jua Haki Zako tunaangazia haki ya kusikiliza kesi ya viongozi mahakamani na kwa nini mataifa mengi barani Afrika yanazuia raia kusikiliza kesi kama hizi mahakamani. Karibu tuandamane hadi tamati. Mimi ni George Ajowi. Kuelekea kesi ya kiongozi mkuu wa upinzani CHADEMA Tundu Lissu, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro, alitoa onyo kwa wafuasi wa upinzani waliopanga kujitokeza mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam pia limekuwa likifuatilia kwa karibu sana matamko mbalimbali na mipango ya baadhi ya viongozi wa chama cha Chadema, ambao chama hicho kimekuwa kikihamasisha watu kukusanyika tarehe 24 eneo la mahakama ya Kisutu, huku katika mipango yake kikilenga kufanya vurugu kwa lengo la kushinikiza mamlaka za kisheria kumwachia mmoja wa mtuhumiwa ambaye anafahamika kwa jina la Tundu Lissu, ambaye atapelekwa mahakamani, na jeshi linatoa onyo kali kwa wale wote ambao wanapanga, ambao watajaribu kutekeleza mpango huo, kuwa watashughulikiwa vikali sana lakini kwa mujibu wa sheria za nchi. Siku ya Jumanne tarehe 25, Rais Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake kwa taifa alisema hakuna aliye juu ya sheria katika nchi hiyo. Hakuna aliye juu ya sheria na wote tunatakiwa kuendesha shughuli zetu za kisiasa tukizingatia kuwa amani na usalama wa nchi ndio kipaumbele cha kwanza. Tarehe 24, wafuasi wa CHADEMA walikaidi onyo la polisi na kujitokeza kushuhudia kesi hiyo, lakini kiongozi wao Tundu Lissu hakufikishwa mahakamani na kukataa yake kuendeshwa kwa njia ya mtandao. Waliofika mahakamani wakiwemo wanachama na viongozi wa CHADEMA walizuiwa kuingia na wengine kupigwa na kujeruhiwa na polisi. Boniface Jacob ni mwenyekiti wa hicho kanda ya Pwani. tuna nane ambao ni majeruhi wamekimbizwa Mwananyamala na wengine wamepewa rufaa kwenda Muhimbili, na sasa hivi zoezi linaloendelea ni kutafuta wengine wako wapi. tuna taarifa tu kama makamu yuko Oysterbay lakini dereva yake ajulikani alipo. ya na tuna taarifa ya katibu mkuu na baadhi ya baadhi ya mahakamani wako polisi au tuna taarifa nao. Makamu mwenyekiti John Heche ni miongoni mwa wanasiasa na viongozi wa CHADEMA waliokamatwa hata kabla ya kufika mahakamani. Tunawaomba jeshi la polisi na vyombo vya dola vya Tanzania wasifanye fujo kwa mtu yoyote kwa sababu makusudi yetu ya kuja kwenye kusikiliza kesi ya kiongozi wetu ni makusudi ya amani, kwa sababu hii ni kesi iko kwenye mahakama ya wazi na sheria zetu kifungu cha 186 nimemsikia ndugu Charamira, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, anaongea anapiga kifua. Nimemsikia RPC Muliro wanapiga kifua. Mahakama sio sehemu yao, hawezi kuipangia mahakama nini ifanye. E, mtakumbuka kesi ya kina Mandela ya Rivonia trial, hata makaburu weupe waliruhusu watu weusi wasikilize kesi ya viongozi wao. Haiwezekani nchi yenye uhuru miaka sitini na tatu leo viongozi weusi wenzetu wamkamate wa, mtu wamwekee kesi ya bogas, kesi ya uongo, kesi ya treason kujaribu kumnyamazisha kwa misimamo yake ya kisiasa, alafu wazuia hata wanaompenda kuja kuisikiliza Haki ya kunyima raia kufuatilia kesi hii mahakamani ilizua gumzo nchini humo na katika nchi jirani. Mbunge wa viti maalum Anatropia Theonest alizungumzia kilichotokea bungeni. Na mheshimiwa mwenyekiti, tumia nafasi yako, uieleze umwegeze, mwagize waziri wa mambo ya ndani atueleze kuna kosa gani la watu kwenda mahakamani. Jana CHADEMA wameenda mahakamani kuhudhuria kesi ya rais, ya mwenyekiti wa chama, lakini wamezuia, wamepigwa, wameumizwa. Kuna kosa gani la kisheria la watu kwenda mahakamani? Kwa sababu tunachokitaka ni kuhakikisha muungano uko salama. Watu kwenda mahakamani wamekosea wapi? Ni kifungu gani cha sheria kinazuia watu kwenda mahakamani? mambo kama hayo ambayo yanakuwa na ukakasi, tukiyaruhusu yakajitengeneza kwenye maeneo yetu ya muungano, ndo baadaye mwalimu Nyerere aliwahi kusema ukianza, ukianza mimi Mzanzibari na huyu Mzanzibari, ukitoka utasema mi Mkerewe nau nini. Kwa hiyo tukitoka kwenye muungano tukaanza kupambana huko ndani, CCM Chadema, itakuwa ni shida. Mwanasheria mashuhuri na mwanasiasa mkongwe kutoka Kenya, Martha Karua, naye alikwenda Dar es Salaam kushuhudia kesi hiyo, na alielezea alichokiona. Mimi nataka kuambia Afrika Mashariki inaonekana, muungano wa jumuiya si wa kusaidia wananchi, munajisaidia kudhulumu haki za kibinadamu za wananchi. Tunawapatia notisi, sisi kama wananchi wa jumuiya, pia tutaungana kukataa katakata kuacha haki zetu kudhulumiwa ovyo. Tunadai ya kwamba nchi zetu zote zizingatie mfumo wa kisheria zisimamie haki zetu za kibinadamu. Jua haki zako. Je, Watu wana haki ya kwenda mahakamani kusikiliza kesi. Suba Churchill ni mwanaharakati na mwangalizi wa uchaguzi barani Afrika, akiwa jijini Nairobi, anaanza kwa kutathmini alichokishuhudia. Kuenda kusikiliza kesi ni haki ya kila mwananchi, maanake utawala wa kisasa inastahili iwe ikishirikisha wananchi, na katika kusikizwa kwa kesi ambayo ina uzito kama ile ya Tundu Lissu inastahili kwamba ili wananchi pia waweze kujihusisha e, na kuona kwamba haki sio tu kwamba imetendeka, lakini imeonekana kwamba imetendeka. Wananchi pia wanastahili, kwa sababu kuna ile tunaita kwa lugha ya kimombo court of public opinion. Kwa hivyo wananchi wanaweza kuwa tu na opinion hiyo ikiwa wao wenyewe watakuwa wakihudhuria, wanaona upande wa mashtaka wakileta ushahidi wao, wanaona upande wa wakushu, ya, ya wale ambao wameshtakiwa wakijitetea waki na wao wenyewe eh, kwa kwa, kwa, kwa kuhudhuria kesi kama hizo wataweza kusema wenyewe eh, ingawa mwenzetu ama eh, kiongozi wetu amepatikana ame, ame na hatia, tuliweza kuhudhuria na tukajionea kwamba haki litandik, sio tu kesi ya Tundu Lissu lakini kesi yoyote ile, na ndio sababu katika mahakama kuna sehemu imetengwa ya ya ya mshtakiwa ya majaji ya, ya, ya hakimu na kadhalika, ya wakili wao wa pande zote mbili na sehemu ya watu raia wa umma na ikiwa watakuwa wengi ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba kesi kama hiyo imesikizwa kwa mahali iko nafasi kubwa kama stadium, na ninahakika kwamba kule mjini e, Dar es Salaam ama e, Tanzania kama nchi kwa jumla ina nafasi na, na, na, na, na, na viwanja vikubwa ambazo kesi kama hiyo inasikizwa ili kila mwananchi ambaye anaweza kuwa na hamu ya kuenda kuhudhuria anapata nafasi ili aweze kujionea. Tunahitaji hii kesi iwe wazi kwa kila mtu, vyombo vyetu vya dola vikae pembeni. Tunaiomba mahakama itoe spika nje, watanzania wapate nafasi ya kusikiliza, watakaokosa nafasi wasikilize kinachoendelea ndani ya mahakama. Aidha, Tanzania siyo taifa la kwanza kuzuia na kuwakandamiza raia na wafuasi wa upinzani kufika mahakamani na kushuhudia kesi kama hizi. Hali kama hii zimeshuhudiwa katika mataifa ya Uganda, Tanzania na vilevile vile Rwanda. Hofu ya maserikali kama hayo ni kwamba huenda wananchi wakafanya maandamano kiasi ya kwamba wanaweza amua kuvamia vituo na maafisi wa serikali na kupindua serikali. Kwa hivyo hofu ya ambayo inachangia katika vitani kama hizo ni, ni kwa sababu serikali hii nyingi barani ya Afrika, e, zimepoteza imani kwa wananchi ambao ndio waliwaweka ofisini walipokuwa wanataka kuingia, lakini sasa baada ya kuingia na kuongoza kwa njia ya kiimla kwa njia ya kimabavu sasa wana, wana, wana, wanaendelea kwa ofisi hizo wakiwa na hofu kila wakati, wakiangalia pembeni kwamba huenda jambo kama hilo kama kuhudhuria mahakamani na kuonyesha umoja na viongozi na, na, na ambao fuasi wao wanafikiria wanaonewa eh, kwamba huenda ikachangia katika mapinduzi ya serikali. Katika karne hii ambayo demokrasia imeenea kote, ni vigumu sana kuwakandamiza raia mchana peupe. Aidha, ipo haja ya kupata suluhu haswa wakati mataifa yanapojiandaa katika uchaguzi mkuu wa taifa. Njia zao ni kutia hofu kwa wananchi ili wasiweze kusukuma, ili nchi kama Tanzania Uganda na kwingine wawe na katiba ambayo inazingatia uhuru wa kila mwananchi ushiriki katika uchaguzi. Kule nchini Rwanda tuliweza kuona chana mdogo alipojaribu alipotangaza tu kwamba at atawania urais e, pia akifungiwa akifunguliwa mashtaka e, na ba baada uchaguzi ya uchaguzi aliweza you know, kuachiliwa huru. Tundu Lissu atafikishwa mahakamani hivi karibuni, dunia inasubiri kuona iwapo wafuasi wake wataruhusiwa kufika mahakamani. Na kufikia hapo, mie George Ajowi na tamati h makala ya leo ya Jua Haki Zako kutoka kwangu, kwa heri.